Mwanzo nimepitia maisha magumu sana ambayo sikuwahi kufikiria kuwa ipo siku moja nitakuja kuwa na nyumba yangu, na mwamini tu Mungu, kama nyumba ilikuwa ngumu, nimepata na hivi vingine vidogo vidogo, na mwanangu, kama ni matibabu, ataendelea kutibiwa na ataendelea kusoma. Shida Mazengo ni mama watoto wa watoto wanne anayeishi katika kijiji cha Dabalo wilaya ya Chamwino mkoani Dodoma. Kwa miaka mingi ameishi katika hali duni ya maisha, vikwazo vikiongezeka zaidi baada ya kupata mtoto mwenye ulemavu wa mgongo wazi, huku kodi ya nyumba ya kupanga ikiendelea kumlemea li shirika litaendelea kutusaidia lita sisi tatukabisi tu nyumba. Kwa kweli namshukuru Mungu sana, mpaka wenzangu likawa naambia jamani, ukiona mtu anakuja anakuambia tunataka tukufadhili msikataze. Watoto au wewe mwenyewe mama mwenye changamoto usikatae kuambia watu, unapokuwa umebaki na changamoto zako, mtu hawezi kujua una matatizo gani. Kama nyumba ilikuwa ngumu, nimepata na hivi vingine vidogo vidogo, na mwanangu kama ni matibabu, ataendelea kutibiwa na ataendelea kusoma. Shida Mazengo haishi peke yake katika mazingira kama haya, wapo wengine wenye shida kama yeye, akiwemo Hamida Nasoro. Aliniambia amepata nyumba, lakini kuna jambo jingine kubwa zaidi Maisha ya matumaini yosema, wasitulete biashara, sijui wasitulete msaada wote, hatuwezi kujinani kujisaidia, tutasaidia tu kwa kulala, haya tutakula nini? Na sisi kama hivi mnavyotuona, walema, siwezi kulima, siwezi kufanya biashara. Mwanzo tulikuwa tunahangaika, hatuna pa kukaa, mnakaa linavuja, mpaka usiku unakucha, asubuhi mnatoka manguo yamelowana, nakwenda kuyawanika. Mwanzo nimepitia maisha magumu sana ambayo sikuwahi kufikiria kuwa ipo siku moja nitakuja kuwa na nyumba yangu. Kiukweli siamini kama leo nakabidhiwa nyumba yangu, nashukuru sana. Kama umbali wa Dodoma hadi Dabalo, ndivyo maendeleo yalivyochelewa kufika, hali iliyofifisha ndoto na maendeleo kwa wengi lakini asubuhi ya furaha iliyobeba matumaini walioingoja kwa hamo na gamu, hatimaye ikawadiashamrashamra hizi zinaashiria kwamba hatimaye familia hizi zimepata makazi baada ya shirika la Habitat human linalofanya shughuli zake nchini Tanzania chini ya mradi wake wa nyumba za bei nafuu kukamilisha jukumu hilo. Ulikuwa ni mradi wa mwaka mmoja wenye bajeti ya thamani ya shilingi milioni mia tano na tisa. Na shughuli kubwa ambazo zimetekelezwa katika mradi huu, moja ni ujenzi wa nyumba mpya ambazo ni nyumba e, bora lakini za gharama nafuu. Na mradi huu umewezesha ujenzi wa nyumba ishirini ambazo zitanufaisha familia ishirini e, lakini wanufaika kwa ujumla ni wanufaika takriban mia moja katika e, familia hizo. Lengo kubwa wa mradi huu hususani wa nyumba hizi za gharama nafuu ni, e, ni wananchi wenye kipato cha chini wanaoishi kwenye mazingira magumu na wenye mahitaji maalum tumeshirikiana na serikali za mitaa na serikali za vijiji kwa ajili ya kuwabainisha kulingana na vigezo ambavyo, vigezo tulikuwa tunaangalia kipato cha mtu, lakini pia idadi ya wategemezi alionao, hususan watoto chini ya umri wa miaka kumi na nane ilikuwa ni kigezo cha msingi, lakini pia kuna watu wenye ulemavu eh, ambao eh, wanahitaji usaidizi. Serikali ya Tanzania inazitaka familia hizi kuhakikisha kwamba nyumba hizi sasa zinakuwa na hati ili kuepusha migogoro ya mara kwa mara miongoni mwa jamii. Watu wote wenye kumiliki ardhi Tanzania hii, unayemiliki kihalali, anzisha mchakato wa kupata hati miliki ili tuweze kupunguza migogoro inayosababishwa na kuto kujua mipaka yetu au kuto kuwa na uhalali wa kumiliki ardhi. Hatutaki kuzalisha migogoro mipya ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyokuwepo, tunataka tuitatue kwa uharaka. Ndoto ya kuwa na makazi sasa imetimia. Lakini bila mitaji ya maisha Furaha hii inaweza kubaki kuwa mapumziko ya muda mfupi. Jacqueline Masawe, TMC News, Dodoma.